Turejee hapa Nairobi ambapo kamati maalum ya uteuzi wa watakaohudumu kwenye tume ya uchaguzi ya IEBC imeendelea kukumbwa na maswali mazito kuhusu kimya chake kufuatia kuongezwa kwa majina sita ya wagombea nafasi za kuwa makamishna kwenye mahojiano. Orodha ya kwanza ilijumuisha wagombea mia moja na watano ila baada ya siku 11 orodha iliongezeka hadi wagombea mia moja kumi na moja mabadiliko haya yakichochea maswali kuhusu uwazi wa mchakato huo kama anavyotuarifu Melita Oletenges. Ni siku ya tisa sasa tangu mchakato wa kuwapiga msasa wagombea wa nafasi za makamishna wa IEBC kuanza. Lakini kadri shughuli hiyo inapoendelea, maswali zaidi yanaendelea kugubika mchakato huo unaoendeshwa na mwenyekiti wa jopo la uteuzi, Nelson Makanda. Majina sita yaliyoongezwa ghafla kwenye orodha hiyo yakizua mjadala na kuyumbisha imani miongoni mwa Wakenya. Mnamo tarehe 14 Machi, jopo la uteuzi lilichapisha orodha ya awali ya wagombea 105, lakini tarehe 25 Machi, orodha hiyo iliongezeka na kufikia wagombea 111, jambo lililosababisha maswali kuhusu jinsi majina haya sita yalivyoafikiwa, huku mwenyekiti wa jopo hilo akidai kwamba yalisahaulika. Majina hayo sita ni Hassan Nur Hassan, Jibril Maalim Mohamed, Michaels Ben Olieo, Charles Kipiegon Mutai, Stephen Kibet Ngeno na Joel Mwita Daniel. Ufafanuzi kutoka kwa Nelson Makanda ni kwamba majina hayo yalikuwa yamesahaulika na kuwa madaraka ya kubadilisha orodha ni jukumu la jopo la uteuzi, na kwamba Wakenya wasiwe na shaka na waendelee kufuatilia tutakapowasilisha orodha ya majina 11 kwa rais tawafanyia Wakenya kazi nzuri. Aidha, majibu yake yanaonekana kukosa uzito unaostahili na sababu haswa ya majina haya kuachwa pembeni, japo wawaniaji wote waliwasilisha stakabadhi zao kwa tarehe iliyotakiwa. Lakini siyo changamoto pekee inayoikumba jopo hilo. Uteuzi wa naibu mwenyekiti Linda Kiome kuwa naibu gavana wa Meru umeibua maswali kuhusu mgongano wa maslahi, kwani bado hajajiuzulu katika jopo hilo. Mwenyekiti wa jopo hilo akimtetea naibu wake kwa kusema ikiwa naibu mwenyekiti atapitishwa na kaunti ya Meru, haitaadhiri idadi ya wanachama wa jopo, kwani sheria inasema kuwa idadi inayohitajika ni wachama sita, wa jopo bado hajateuliwa na uteuzi wake unaweza kupingwa. Jopo hilo linatarajiwa kumaliza usaili wa wagombea 111 ifikapo tarehe 12 Mei na kisha kuwasilisha majina mawili ya wawaniaji wa nafasi ya mwenyekiti na tisa ya wawaniaji makamishna kwa rais ambaye atachagua mwenyekiti mmoja na makamishna sita. Lakini kutokana na maswala haya yanayoibua tetesi, mchakato huo unaonekana kutiwa doa Runinga Citizen.